Mana kutoka mbinguni: hadithi ya kuaminiana na miujiza. Zamani, Waisraeli walitanga-tanga katika jangwa kubwa wakiwa na njaa na wasiwasi, tutakula nini? Wakamlilia Musa, huku matumbo yao ya kiunguruma. Ilionekana kutokuwa na tumaini, lakini Musa aliwakumbusha mtumaini Mungu, yeye atatutunza. Tukio hilo lilikuwa karibu kugeuka kimuujiza. Asubuhi moja ardhi ilimetameta na kitu kipya, vipande vidogo laini na vyeupe. Hii ni nini? walishangaa. Musa akatabasamu, ni mana, chakula kutoka mbinguni, zawadi kutoka kwa Mungu. Walionja mkate mtamu na mioyo yao ikajaa furaha. Hakuna aliyelala njaa tena. Musa aliwafundisha watu kukusanya tu kile walichohitaji kwa siku hiyo. Wengine walijaribu kuweka zaidi na wakaona imeharibika kufikia asubuhi. Mungu alikuwa akiwafundisha kuamini kila siku na kushiriki kwa furaha. Walipofuata masomo haya, walikuwa na nguvu pamoja. Hadithi hii inatukumbusha maadili muhimu: kuaminiana, shukrani na fadhili. Kama vile Waisraeli walivyoshiriki mana, tunaweza kujifunza kusaidiana na kuaminiana wakati wa nyakati ngumu. Miujiza hutokea tunapofanya kazi pamoja na kuamini mambo mazuri. Maisha yanapokuwa magumu, kumbuka kuamini na kushukuru kama tu katika hadithi hii. Shiriki hadithi hii na familia yako na acha masomo yake yatie moyo wema na imani mioyoni mwenu.